Kuna maeneo saba nchini tulishafunga e, internet ya wazi e, public wifi e, na katika maeneo hayo ntayataja e, chuo cha maendeleo jamii Lugembe Mafinga, tumeweka pale. Nyerere Square hapa Dodoma tumefanya, chuo cha chuo kikuu cha UDOM e, pale ndaki ya elimu na ndaki ya habari na elimu angavu saivu tumeweka public wifi soko la Tabora e, kiembe samaki Unguja, soko la buhongwa Mwanza e, na maeneo e, ya viwanja vya Sabasaba. Pale kwenye viwanja vya sabasaba tumeweka kwenye maeneo mle ndani maeneo kumi na saba, na serikali kupitia Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote ilitenga kiasi cha shilingi milioni mia tatu sabini na nne ambazo kimetekeleza mradi huo, tunaendelea sio kwamba tulipofika ni mwisho, na ni kweli maeneo ya masoko tutaendelea kuweka hizo public wifi, hata maeneo ya, ya vijijini. Kama malengo makubwa ya mfuko wa mawasiliano kwa wote ni kuhakikisha kwamba wananchi eh, wanaoishi maeneo ya vijijini wanaweza kupata huduma za mawasiliano. Kwa hiyo maeneo yatachaguliwa na tutaendelea ku, kuyawekea hizo public wifi, na kikubwa hapa ni lazima tukae na halmashauri husika kubaliane na utayari wao, then tunapeleka zile public wifi. Unajua, tunaposema free wifi huwa e, wanasema sio free, lazima kuna mtu analipia ili wewe upate bure. Kwa hiyo ni lazima ku, kuyaweka vizuri ili mwisho wa siku kama ni mfuko wa mawasiliano kwa wote utabeba labda kwa mwaka moja au miwili kulipia zile gharama, then baadaye wahusika waweze kuchukua na kuendelea nayo. Kwa hiyo ni hilo. E, niongelea pale kwamba Nyeri Square tumepata taarifa, tutafuatilia kwa nini sasa hivi haipatikaniki na issue ya speed. Lakini kwenye issue ya speed za internet zile huwa zina nategemea, leo inaweza nikaweka public wifi hapa ofisi ya msemaji, ili kwa ajili ya watumishi waliokuwepo, tukao walipigia wa mahesabu, watumishi waliopo leo, tumekuja sisi wengi lazima ile speed wote tunanyang'aniana, speed itakuwa ndogo. Kwa hiyo unakuta pale, mimi natembelea pale Nyerere Square, unakuta watu ni wengi sana, unaona wanaotumia zile public. Wengine wanatoka vyoni, wanatoka kichuo cha mipango, wapi wanakuja pale kwa ajili ya kupata ile. Kwa hiyo unakuta mnanyang'anyiana ile ile ile ile, ile, ile internet. Kwa hiyo inabidi uongeze, utakuwa unaongeza tu ukubwa ukubwa ukubwa kwa hiyo hicho ndio hua kinachotokea saa nyingine, kuwa na internet ambao, na kwanza, ni kitu kizuri na chenyewe kwa sababu unaona kwamba mapokeo ya wananchi ni makubwa na uhitaji wao ni mkubwa, kwa hiyo ni jambo zuri, ila kwenye issue kwamba imezima hiyo, tutafuatilia tuone kwa nini imezima. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, eh, serikali imefanya mambo makubwa sana kwenye sekta ya mawasiliano e, kwa lengo la kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma za mawasiliano bila kujalisha mahali alipo, uwe mjini, uwe uwe kijijini. Na kama tunavyokumbuka e, mwaka 2023 Mheshimiwa Rais alishuhudia utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa e, minara 758 ilifanyikia hapa Dodoma, na Mheshimiwa Rais alishuhudia, tulisaini mkataba wa ujenzi wa mradi wa minara 758 na mradi huo e, tunaendelea na utekelezaji wake. Aidha, mnakumbuka mwaka elfu mbi, mwaka jana e, Mheshimiwa Rais vile vile, ali alizindua ule mkakati wa uchumi wa kidijitali fikiri wengi mnaujua, kama mjui, mtafute. Ni mkakati wa miaka kumi 2024 mpaka 34, na ukipitia kwenye ule mkakati, kuna nguzo kuu sita na nguzo ya kwanza ni kuhakikisha kuna kuwepo na miundombinu ya kidijitali. Kwa hiyo kwenye miundombinu ya kidijitali sisi kama mfuko eh, tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba miundombinu ya kidijitali inakuwepo bila kujalisha eneo unalotoka iwe mjini au iwe vijijini. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea na utekelezaji ule wa mradi wa 758. Kwa hiyo nikijikita kwenye mradi wa 758, huu mradi ulisainiwa mwaka 2023 Mei na ni mradi unatekelezwa, e, kwa miaka miwili unapaswa kukamilika e, mwezi Mei 2025, mbili na 25, kwa miezi mmoja na kitu au miwili ijayo. Kwenye mradi huu e, vijiji elfu moja mia nne na saba vitanufaika kwa kupata huduma za mawasiliano kata 713 zitanufaika na wilaya zote 127 zimeguswa na mikoa yote 26 ya Tanzania bara ime, ime, inafikiwa na mradi huo na jumla amli na wananchi idadi ya wananchi ambayo watanufaika E, ni milioni 8 na nusu ko angalia, kuna wananchi wengi bado hawana huduma za mawasiliano, na ruzuku ambayo serikali imetoa ni kiasi cha shilingi bilioni 126. Kwao, Mheshimiwa Rais kwa mapenzi makubwa a, e, aliamua kwamba wananchi wote wapate huduma za mawasiliano, kwa hiyo akaelekeza itengwe ruzuku ya bilioni 126 kwa ajili ya ku E, support kuwasaidia watu wa huduma kwenye ujenzi wa mawasiliano kwenye maeneo ya vijijini. Na nitaomba niainishe e, kila mkoa unapata minara mingapi, e, ili wananchi wanaotusikiliza katika kila mkoa wajue kwenye mkoa wao serikali imepeleka minara mingapi. Nikianza na mkoa wa Arusha unapata minara thelathini mkoa wa Dodoma minara thelathini na saba, Dar es Salaam minara sita, Geita kumi na sita, Iringa ishirini na tatu, Kagera arobaini na nne, Katavi kumi na tano, Kigoma nane, Kilimanjaro thelathini na tisa, Lindi arobaini na tano, Manyara thelathini na mbili, Mara ishirini na tisa, Mbeya nane, Morogoro sabini na moja, Mtwara thelathini na sita, Mwanza 17, Njombe 15, Pwani hamsini, Rukwa 17, Ruvuma ishirini, Shinyanga thelathini na Simiu eh, amini Simiu 24, Singida 33, Songwe 17, Tabora minara hamsini na Tanga minara 47. Kwa ukijumlisha unapata jumla ya minara 758. E, utekelezaji mpaka sasa minara tayari mia nne thelathini imeshajengwa imekamilika na inatoa huduma kwa wananchi. Sambamba na mradi huo e, kulikuwa kuna mradi wa kuongeza nguvu minara ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa. Kwa hiyo kuna kuongeza nguvu e, minara mia tatu na nne. Kwa hiyo serikali itoa ruzuku kwa ajili ya watoa wa huduma waipandishe hadhi ile minara kutoka kwenye kizazi cha pili Kwenda kizazi cha tatu cha nne na kuendelea. Na kama wengi tunavyojua ukiwa na 2G hauwezi access uka, uka uka, peluzi. Kwa hiyo serikali iliona ili kila Mtanzania aweze vile vile kupata internet. Kwa hiyo kuna haja ya kuboresha ile minara. Kwa hiyo minara mia tatu na nne imefanyiwa kazi, imekamilika na sasa hivi inatoa huduma za kuanzia kizazi cha tatu na kuendelea. Kwa hiyo wananchi wa maeneo yale wanapata huduma za internet. Wanaperuzi. Na kama tunavyojua kwa dunia ya sasa ya kisasa unahitaji kuwa na internet ili uweze eh, kupata, kujua taarifa mbalimbali za masoko za biashara za elimu. Kwa sasa hivi wananchi wa maeneo hayo wana wana wanapata huduma hizo, na ruzuku ambayo serikali ilitoa ni kiasi cha eh, shilingi bilioni 5.5 kimetumika katika ku ongeza nguvu ya minara hiyo mia tatu na nne.